Kuna, kuna, kuna utaratibu huu tunausisitiza tuna sana wa kuendelea kutumia vitambulisho vinavyotambulikana katika, katika kuingia kwenye vyombo vyetu vya usafiri. Huu utaratibu upo miaka mingi, lakini kuna wakati mwingine huwa unalegeza na binadamu manake. Sasa ni katika suala la kukumbushana kwamba kitambulisho cha, cha Mtanzania NIDA, kitambulisho cha Mzanzibari mkazi Zan ID, leseni ya, ya, ya usafiri Uh, kitambulisho cha kupiga kura, pasipoti, pamoja na vitambulisho ambavyo vinajulikana vina katika, katika serikali. Hivyo vitambulisho ambavyo vina tayari vinakuwa vina picha yako, lakini vina taarifa za kutosha, hivyo ndio vitambulisho ambavyo tunapaswa kuvitumia, na tusitumie ule utaratibu. Kwa mfano wewe ni mwanamme ukachukua kitambulisho cha, cha mama ako kwa mfano, au cha dada yako, ukaenda ukakatia tiketi, halafu unafika getini pale unaangaliwa tiketi na uh, kitambulisho kinaangaliwa cha mama yako, wewe mwanaume. Sasa huo utaratibu huo hautakiwi, na sasa hivi tuko, tuko, tuko serious sana. Kwa hiyo zile, zile kampuni zote ambazo zinasafirisha abiria uh, lakini hata sasa hivi bahati nzuri kuna mpaka mawakala ambao sasa hivi unaweza ukaenda mpaka Jumbi, unaweza ukawa pengine huko Nungwi ukakata tiketi yako ukasafiri. Kwa hiyo wale mawakala tunapenda tuna tutumie nafasi hii nao pia kwamba usikatishe mtu tiketi kama hajaja na kitambulisho cha kwake yeye mwenyewe. E, kufanya hivyo, maana kwa tiketi kwa mtu ambaye kitambulisho chake sio mwenyewe ni kosa. Na mwisho wa siku utamsababishia huyo mtu, akishafika bandarini pale atazuiwa, hatosafiri. Sasa mtu ataangalia hiari yake kwamba apoteze pesa zake ashasafiri kutoka Nungwi, mpaka kashafika Malindi anataka safari, anaambiwa hakuna safari kwa sababu wewe sie huyu mwenye kitambulisho. Tutumie vitambulisho vyetu. Bahati nzuri nchi yetu imeweka utaratibu mzuri wa vitambulisho tutumie vitambulisho katika njia ya kusafiria, ni njia salama, lakini pia inakusaidia kukuondoka na bugudha, bugudha nyingi humo katika hatua yako ya, ya usafiri. Hilo ndio nilisema nipate nafasi ya kuzungumza na wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla.